Sasa kumekuwa na shida, nataka kushukuru Mungu kwa nyota ambao mmetazama Global eh, Dr. Wilson Swahili Channel. Tumestream live na video zetu tumeweka kwa mtandao, japokuwa zingine ni ndefu sana. Mungu awasaidie wa, tumezihubiri katika kanisa ni seminar, lakini tuliomba tulikuwa tunatuma direct. Tungekuwa ni tumerecord, tungekatakata vipande, ndio isikusumbue kuangalia muda mrefu. Aidha nawashukuru nyote mliochangia mlionitumia zawadi za, za kusababisha kusimama na mkutano. Kulisha watu na kulaza watu si jambo rahisi, lakini neema ya Mungu imetosha. Wale wachache mlionitumia chochote nashukuru. Wale ambao mliona hakuna haja basi, Mungu awabariki katika yote. Mtu anatoa, kutoa ni moyo. Bwana Yesu awabariki. Sasa uh, ukiangalia semina utaona siku ya kwanza na siku ya pili nimezungumza mambo yanayohusiana na, na, na maumbile, lakini siku ya tatu adui aliingilia kati. Uh, akaniondoa katika laini hiyo, nikafundisha mambo ya neno la Mungu tu na kutia watu moyo, lakini nataka nikueleze ya kwamba bado kuna matumaini kwa mtu uliokatwa, utamea tena. Kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa niongee siku ya tatu, lakini adui alinihepesha, basi nikaingia katika kulihubiri tu neno, lakini nataka muelewe ya kwamba siri nyingi ambazo zina, zimejificha wakati tunahubiri neno, mambo mengi yanafunuka, na watu wengi wanalisikia neno, lakini hawajui kuligawa katika sehemu yake ili liweze kuwasaidia kufanya kazi. Kwa mfano, kuna u, u, u, ubishani mkubwa ambao umekuwepo kuhusiana na mambo ya chumvi Makanisani watu wanasema, watu wanatumia machumvi, watu wanatumia chumvi, siwezi kuongeza chumvi kwa kitu, tamka neno, tuna uponyaji unakuja. Wakitumia chumvi ni mbaya, kimbia hiyo makanisa ambao watu wanatumia chumvi. Waje nikueleze sayansi. Ni watu ambao watu wanaamini sana, lakini kuna sehemu nyingi watu wameumia, kwa sababu wameamini wanasayansi, watu ambao wanahusika na mambo ya afya wengi sana wanaumiza watu kwa sababu ya kuwanyima vitu ambavyo wamegundua vinaweza wasaidia, alafu wanaweka vitu hivyo hivyo katika fomu mwingine kwa mpango mwingine, alafu hizo hizo ndio vitu wanawapatia. Unakuta kwamba chumvi ni chombo kizuri sana, kilitumika toka hapo kutoka mwanza, hata katika vitabu vya, vya, vya Bibilia vya kanisa vitabu vya Kitabu cha ja Biblia imeandikwa Elisha, Elisha anatumia chumvi kuponya maji na anatabiri neno la Bwana, anaponya maji haya akiwa ameshatupa chumvi kwa maji. Wafalme eh? wa pili mlango ule wa wa, wa, wa mlango, mlango ule wa pili mstari wa kumi na tisa. Tisa, Elisha analiliwa na watu wa mji, wanasema bwana wangu, hapa uh, hapa nchi ni nzuri, lakini uh, maji yake si mazuri yana matatizo ya mauti. Ndipo Elisha akasema leteni maji, akatupa ndani ile chumvi, akachukua chumvi, akasema leteni chumvi, akatupa ndani na wakati ameombea tupa ndani chumvi, akasema Bwana anaponya nini? Anaponya uh, uh, maji haya, sasa yakawa ni matamu. Watu wanakuambia chumvi ni mbaya, chumvi haifai, ukiwa na chumvi nyingi kwa mwili inaleta shida hii na ile wanasayasiwanasayansi wakwambia hivyo lakini, wakati unangojeka ukienda kule, wanafunga hiyo hiyo chumvi kubadilisha kwa njia ingine ya njia ya madawa fulani, lakini ni ile ile chumvi. Wanaipaka katika fomu nyingine, wanakupatia hiyo. Daktari mmoja nasema, watu wengi wanaougua ugonjwa wanaokuwa wadhaifu katika maradhi na magonjwa ni wanapatikana wamepungukiwa na chumvi mwilini. Chumvi ni chombo cha maana. Watu wanakuambia chumvi ni mbaya Haifai basi, hata maandiko inasema chumvi ni nzuri. Kati ya hawa madaktari na wanasayansi na maneno ambayo Yesu alisema, wewe utaamini gani? Sasa ukisoma katika Marko tisa mstari wa hamsini kuendelea, utaona Yesu anasema chumvi ni nzuri. Hata katika Mathayo 5:14 na 13 pale, 14, anaongea habari za chumvi. Anasema chumvi ni nzuri, lakini inaweza haribika. Chumvi ni nzuri, lakini inaweza haribika. Lakini anasema chumvi ni nzuri na watu wanakuambia chumvi ni mbaya, chumvi ni mbaya kwa mambo ya roho. Chumvi ni mbaya. Mungu anajua chumvi ni nzuri katika mambo ya afya. Maandiko yanasema iweni na chumvi milini mwenu. Iweni na chumvi. Kila mtu awe na chumvi. Sasa chumvi ni chombo ambacho kinaweza kutumika kwa mambo mengi sana. Kama kuna mgonjwa ambaye mambo yamekataa, wewe nisikilize tu. Kuna mgonjwa ambaye mambo yamekataa, Ninaomba ukachukue maji uchemshe, uchukue chumvi umweke ndani, alafu uombee maji yale, utengeneze kibuyu uweke ndani, uwe, uwe ukimwagia glasi ya asubuhi moja, mchana ingine, jioni ingine. Afanye hivyo kwa siku e, tatu ama kwa siku saba, maji tu ya maombi yakiwa yamechanganywa na chumvi, utaona mabadiliko makubwa katika uponyaji wa mtu yule. Si ufanye hivyo mwanangu, yale mambo ambayo unaona mtu anagonjeka, anagonjeka, dawa zimekataa, weka maji juu yake yaliyo na chumvi, muombe, ukiwa umeombea maji mpatie, utaona mabadiliko makubwa. Nataka kufanya ibada uponyaji kwa watu ambao walikuwa hawawezi, walikuwa ni wagonjwa, walikuwa wanaisingwa, mambo yamekataa. Nataka muje tufanye ibada ya uponyaji. Mungu awabariki. Tukutana nyinyi katika video inayofuata ya kuleta mabadiliko na utukufu umrudie Mungu. Asante. Bwana Yesu awabariki.